Sisi tunashukuru sana kwanza kujengewa kituo hiki. Huyu mama Samia ametuona kwamba sisi tumepotea, kwa sababu tulikuwa tunabeba wagonjwa wetu kwenye vitanda, tunakwenda kilomita karibu kilomita kumi na sita kumi na saba Wewe unaweza kukuta mgonjwa ule tulikuwa tumembeba, anaweza akafika mahali akajifungua mtoto, alafu hiyo mtoto ikawa tofauti, au tukifika mgonjwa anaweza akafika akawa tofauti, kwa kuta amekufa. Hiki kituo kitahudumia wananchi takribani kita elfu kumi na tatu katika kata zote mbili ikiwepo kata ya Wangi pamoja na kata ya Wota. Tunashukuru sana kwa sababu majengo haya yote tunayoyaona hapa sisi ni mara yetu ya kwanza, tulikuwa tunayaona kwa mbali tunapokwenda huko, lakini sasa kwa sababu huduma hii tunaiona iko kwa jirani hapa, tunaona ni jambo jema kwa kweli. Mama Yuko Kazini.